Tuko hapa kuwashuhudia mkikubali kubeba majukumu. Tuko hapa kugawana majukumu mmeyapa na wizara zenu mbalimbali. Hayo ndiyo majukumu ambayo mmekubali kubeba na ni imani yangu kwamba mmeyabeba kwa moyo mkubwa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 Jengine, changamoto inayotukabili ni rasilimali. Rasilimali zetu ni chache, kama mnavyojua, mara nyingi tunategemea kupata kutoka nje, mikopo kutoka kwa taasisi mbalimbali za kimataifa, mabenki ya kimataifa, lakini yaliyotokea nchini kwetu yametutia ya doa kidogo. Kwa hiyo huenda yakatupunguzia sifa ya kupata hiyo mikopo kwa urahisi kama tulivyopata muhula wa kwanza wa awamu hii. Muhula wa kwanza wa awamu hii tulikuwa tunapata sana kwa sifa zetu, kwa msimamo wetu, kwa kazi tunavyofanya, lakini doa tulilojitia huenda likaturudisha nyuma. Kwa maana hiyo, tuna kazi ya kutafuta fedha humu ndani, kutumia rasilimali zetu alizotupa Mungu. Tutaangalia njia gani tutazitumia tupate fedha, ili tukatekeleze miradi ile ambayo tunakwenda kutekeleza kubwa zaidi awamu ya pili, uh, muhula wa pili wa awamu ya sita. Tutaanza kufanya miradi wenyewe, alafu mashirika yatatukuta njiani, tutakwenda nao. Hatutakaa kusubiri. Tunauza mradi, tunakwenda kubembeleza. Mradi unakubaliwa, lakini nendeni karekebisheni hili, nendeni kamyule, nenda kamkisi, usimnyukue usi, usi lakini yule sijui kamfanyeje mradi. Badala ya kupata provo kwa miezi mitatu minne, tunachukua mwaka mzima tunabembeleza mradi mmoja mpaka permission inatoka, no objection, maneno yenu wataalamu. Tuna miaka miwili, tunamaliza kipindi chetu. Hatutasubiri hayo, tutaanza kwa fedha ya ndani, alafu wale wakimaliza no objection zao watatuunga katikati. Tumeelewana? na huo sio wajibu wa rais peke yake, ni wajibu wetu sote, ni wajibu wetu sote. Makamu wa rais yuko pale anasikia, waziri mkuu yuko pale anasikia, spika wa bunge na wabunge nadhani wako hapa wanatusikia. Kwa hiyo huo ndio mwendo ambao tutakwenda nao. Tuliahidi kufanya mambo ndani ya siku mia moja za kazi, nadhani leo tuko kwenye siku ya kumi, na katika hizo mia moja kwa wale wote mlio hapa hapa ambao ahadi za siku mia moja zinagusa wizara zako, makatibu wakuu wenu hawajabadilika, wako pale wamejitayarisha. Kaunganeni nao mpiki, hizo ahadi tuziendeleze, tuzitekeleze kwa kasi kubwa. Siku mia moja hamna kitu, tuanzeni sasa utekelezaji wa yale tuliyoahidi. Uh, ndugu zangu nimemwambia katibu mkuu kiongozi na natoa tangazo hapa kwamba tutakutana kesho kuanzia saa nne mawaziri wote na manaibu waziri mlio hapa. Kesho saa nne tutakuwa na kikao kazi, tutakwenda kuyachambua yale yote ambayo tunapaswa kuyafanya kwa undani, kila mmoja ajue. Lakini sambamba na hilo, nikuagize katibu mkuu kiongozi, wakimaliza hapo wasichukue siku nyingi uwawahi na ile retreat retreat ya mawaziri na manaibu wako, waende wakaeleweshwe vyema kilichoko mbele yao, wajibu wenu, dhima yenu, na haya niliyoyasema, yasema hali ya resources ndani ya nchi kiuchumi tukoje, lengo letu nini, tunaelekea wapi, na kila mtu ajue njia yake ya kupita ili tuende tunakotaka. Sitaki tunaendelea Mchakato uko mbioni tunaji aa, nataka impact. Tukikubaliana mradi impact, matokeo kwa wananchi, sio matokeo ofisini kwako, hapana. Tumefikia hapa bado, hapa bado, hapana. Matokeo kwa wananchi, kwa muda utakaokubaliana Kwa vile kesho tutakuwa tuna uchambuzi kwa urefu wa ambayo tunakwenda kuyatekeleza, basi kwa leo niishie hapa. Lakini nimalizie kwanza kwa kuwapa kwa pole, kuwapa pole kwa kazi nzito ambayo iko mbele yenu, lakini pia niwapongeze kwa kuaminiwa. Kuna wabunge mia tatu na tisini na ngapi? mia tatu na tisini na nne, sijui na tisini na tatu. Lakini eh haya namba yoyote, lakini nyinyi ndio mmeibuka kuwa mtamsaidia rais kwenye wizara zile tulizogawana. Nyinyi ndio mmeibuka, si kwamba ni wazuri kuliko wote kule ndani ya Bunge. Hapana, vigezo vilikuwa vingi, vilikuwa vingi sana. Kwa hiyo nyinyi mmeibuka, na kama mtakavyojiona, mko mchanganyiko hapa ndani. Mchanganyiko kutokana na background za kiuchumi, background za kijamii, background za za kisiasa, mko mchanganyiko humo ndani, kwa sababu wote ni Watanzania na wote kazi yetu ni kuhudumia wananchi. Kwa hiyo niwaombe sana, tasema mengi kesho tukikutana kwenye retreat. Leo itoshe kusema hongereni sana, lakini mna kazi kubwa mbele yenu. Basi asanteni sana kwa kunisikiliza.